fungu namba hamsini na sita tume ya utumishi wa walimu fungu namba mbili na mafungu ishirini na sita ya mikoa yakijumuisha halmashauri mia moja themanini na nne Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja.